Mheshimiwa mgeni rasmi, Halmashauri ya Wilaya Makete inaadhimisha siku misitu duniani na upandaji miti kitaifa kiwilaya tarehe 15 Machi 2025 ambapo maadhimisho ya siku ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa yatafanyika, yanafanyika, yatafanyika mkoani Njombe tarehe 21 Machi 2025. Pia wilaya Makete ina takriban hekta elfu ishirini na saba za miti ya kupandwa inayomilikiwa na watu binafsi hivyo kufanya wilaya kuwa kiongozi kwenye misitu ya kupandwa inayomilikiwa na watu binafsi kwa nchi yetu. Tuache kuchoma moto ovyo, tuache kukata miti ovyo, lakini pia tuache kupanda miti isiyofaa katika mazingira yasiyofaa kupanda miti hiyo. Tuna utaratibu na tumezoea sana kupanda miti ambao kwenye maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa hiyo niwaombe wana kiduga na niwaombe wana Makete kwa ujumla wetu tuache kupanda miti ambao ya mbao kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, lakini pia tuache kupanda miti ambao ya mbao kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya mazao ya chakula. Tumeelewana hiyo? hmm. Miti yote ita, itastawi lakini watu wengine wanaishia kwenye kuikaanga miti, kwamba anaipanda hmm. saa sita hakuna mvua hakuna jua hakuna nini. Lakini kupanda hmm. mti jambo moja, lakini kufuatilia ili ukue ni jambo jingine ndio maana nilipenda mtu mmoja alikuwa anasema kilimo cha miti mm, sio kupanda miti. Kilimo cha, cha miti ukipanda mahindi <coughs> unapanda mahindi, unapalilia, palizi la kwanza unawekea dawa, unawekea mbolea, unafanya nini, na mti nao unataka hivyo hivyo mm. Sasa tunapanda halafu tunaiacha huko, mifugo inakuja mm, inaangabiza, alafu tunasema tumepanda miti elfu tano kumbe lioota ni miti miwili. okay. okay. kuna fangasi mwisho nipende kuishukuru Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kutufacilitate kwa hiyo miche lakini pia hilo sio tukio la kwanza. Nafikiri kila mwaka waga wanakuwa na kitalu na wanagawaga miche kwa, kwa wananchi. Na pia kwa mwaka huu kwa kuchagua mkoa wa Njombe uazimishe sikukuu ya kilele cha, cha siku ya misitu duniani, kwenye kile mboga zetu watakatia katia parachichi wataweka mle, tutaondoa ile masuala ya udumavu, masuala ya utapiamlo. Unaona, parachichi itafanya kazi hapa, lakini walimu watapata kipato walimu watakunywa chai shuleni. Kwa hiyo habari naona namna gani ni parachichi hii itakavyokuwa inafanya kazi. Na sisi wageni tukifika hapa tutapewa maparachichi. Ehe. Lakini parachichi tumeambiwa ni dawa nzuri sana. Kwa hiyo, ndugu zangu, ni parachichi hizi, wito wangu kwenu mzitunze. Mziwekee samadi. Mkiweza, mzimwagilie. Mzihifadhi. Tafuteni wataalamu wa misitu, maafisa kilimo wawaelekeze namna bora. Inawezekana mmefundishwa kazi yenu ni kufundisha, ni kufundisha, sio kupanda. Sasa mnaweza a imetelekezwa imekuwa ya njano kutokana na kwamba hamna utaalamu huo. Kwa wataalamu wetu wapo, nafsa kilimo hapa nimemwona atakuja kuwaelekezeni, ili mpate tija. Tuna shule moja hapa inaitwa shule ya msingi Tandala, juzi wameuza kilo mia nane za parachichi ziko shuleni, kilo mia nane. Na watoto wale wanazitunza zile parachichi kwa wivu kila wanapokula chakula chao wanachanganyiwa na nini? Na parachichi vilevile. Bila waandishi wa habari, maeneo mengine wananchi hawatajua kwamba Makete ina hekta ishirini na saba elfu. Kitaifa tunaongoza kuwa na misitu binafsi. Ongeleni sana wananchi, lakini sio hivyo tu, hawatajua kwamba kwamba kuna madhara. Makete pamoja na kupanda miti mingi, watu wanachoma ovyo wanachoma aidha kwa sababu ya kulina asali, wanachoma aidha kwa sababu ya ya, ya, ya, ya, ya shughuli za kilimo kuandaa mashamba, wanachoma aidha kwa sababu ya <laughs> eh, roho mbaya, roho mbaya. Wanataka tu kwa sababu, kwa nini? yule ana misitu mingi mimi sina. Kwa hiyo roho mbaya ile inamfanya akachome nini, Ch miti ya watu, lakini bila waandishi wa habari hatutajua kwamba Makete uchumi wao asilim, asilimia kubwa unatokana na misitu. Uongo ukweli? E, matajiri wengi walioko Kariakoo, matajiri wengi walioko Mbeya, matajiri wengi walioko Tunduma, matajiri wengi walioko Njombe, matajiri wengi walioko Makambako, asili asili yao ya mitaji litokana na mbao mbao. Oye ndugu zanguni, bila waandishi wa habari hatutajua kwamba <laughs> kule kule kule kule ubaruku kule mama, mama, mabadaga wanapanda mipunga yao inayotokana na vyanzo vya maji vinavyotoka Makete. Kwa hiyo mvua isiponyesha vizuri Makete, manake hatutakula wali wari. Mnanielewa vizuri jamani? yeah. kwa hiyo ndugu zanguni, kwamba kila mmoja aliyoko hapa ana nafasi kubwa na ya kipekee sana kuhakikisha kwanza, anajua leo kiwilaya tunaadhimisha upandaji miti kitaifa, lakini leo tarehe kumi na tano mwezi wa tatu ni siku pekee ya kuazimisha misitu e, siku ya Misitu Duniani ambayo kitaifa tafanya tarehe ishirini na moja lakini kiwilaya Makete tunafanya leo. Makofi kwa serikali tafadhali. E, siku tumekuja hapa Njombe na Makete, jana tulikuwa Ludewa tumefanya zoezi hili la upandaji miti, na leo tuko Makete leo kesho, kesho Jumapili, lakini baada ya kusali tutaenda pale mahali panaitwa Wanging'ombe kwa ajili ya hilo pia tuna msitu wetu wa asili pale unaitwa Nyumbanitu na wenyewe pia tutauona na kadhalika, lakini kesho kuta tutakuwa pale Njombe mjini kwa ajili ya zoezi hilo hilo. Sasa jambo ambalo nataka kulisema leo ni kuhusu ya maadhimisho ya siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa. Siku ya misitu duniani ilianzishwa au ilipokelewa ili, ili, ili, ili, ili, ili, ili, ili, rasmi mwaka 2012 ambapo baraza kuu la Umoja wa Mataifa <clears throat> nilianzisha uwepo wa siku ya misitu duniani kila tarehe 21 Machi. Hivi tarehe 21 Machi kilele cha mwaka huu kitaifa, eh, maadhimisho haya yatafanyika katika mkoa wa Njombe. Mkoa wa Njombe pale Njombe mjini pale. Na kwa sababu hiyo kwanza, nianze kwa kulisema hili na nashukuru mwakilishi wa DC upo. Niwaombe wanawa Makete wote siku ya tarehe 21, wote, tuelekee pale Njombe mjini kwa ajili ya hilo. Asibaki hata mmoja. Maana hii ni siku yenu sasa tumesema Tanzania nyewe mnaongoza kukupanda miti, alafu tena sherehe yenu msiwepo itaeleweka kweli hiyo? Eti. Eti. Ita kweli. Itaeleweka kweli? Tutafanya utaratibu. Tunaweza tukaanda utaratibu wa magari kuja kuwafuata tunaweza tukakubaliana, tupate tu orodha eh, nzuri kutoka kwa mkuu wa wilaya kutoka kwa dasi na viongozi wa wilaya alafu baadaye tunaweza tukasaidia, saidia wale wenye uwezo na, najua wana maketi wengi ni watu wenye uwezo Joni pale Njombe mjini tuweze kusherekea sherehe yenu. Hiyo ni sherehe ya wana Makete, kwa sababu nyewe ndio mnaongoza Tanzania kwa zoezi la kupanda miti, si ndio jamani? Tashangaa yeah sana kama kuna hata mmoja atakayebaki nyumbani, asibaki hata mmoja, hata mtoto mdogo, hata hawa waende, kwa sababu hii ni sherehe yao. Wasipoenda tutakuwa tunawakosea sana, si ndio jamani? Yeah. Yeah. Naomba hili mkuu eh, wa wilaya mwakilishi wa mkuu wa wilaya mwakilishi wa dasi mwakilishi wa dedi huko hapa, naomba hili, kwa kweli tulizungumze vizuri na tuliweke vizuri na tunataka ikifika Jumatatu tuambie wana Makete elfu tano wamejiandikisha kuja kwa ajili ya siku ya misitu Duniani, hapo tutakuwa tumefanikiwa. Nashukuru viongozi wa chama pia mko hapa, viongozi wa taasisi, mbele yako labda nipende tu kuahidi miti hii ambayo leo inaenda kupandwa nitaitunza kwa asilimia 100, kwa mazingira yoyote yale Mtahakikisha miti hii inaendelea kuwa hai, iwe masika iwe kiangazi, ili baadaye imiti watoto wetu waendelee kunufaika nayo. Naamini hata wanangu hapa wamefurahi sana sana juu yao, ndio maana hata leo tupo nao hapa. Ni siku ya Jumamosi lakini wamesema mkuu haiwezekani, lazima tuwepo. Kwao tunapenda kukushukuru sana, lakini mwisho mwisho nipende kukukaribisha sana kwa awamu nyingine uje kuitembelea shule yetu ya Kiduga ili tuweze tuwe, kuona hata mradi unaendeleaje. Kwa hiyo nipende kushukuru kukaribisha tena kwa awamu nyingine. Mwenyezi Mungu awabariki sana, ajalie afya njema, santeni.